Shalom. Jina langu naitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Hii ni Hazina ya Kanisa. Kama bado hujasubscribe channel hii, basi nakukaribisha usubscribe na kushare kwa watu wengine wengi na Mungu atakubariki. Aa, siku ya leo nataka tuongelee jambo moja kubwa sana na ni zuri juu ya ujio wa Yesu Kristo. Je, Yesu atarudi lini? Je, Dalili gani iliyobakia kuonyesha ujio wa Yesu Kristo? Yaani, tunaisubiri dalili ipi ambayo kupitia hiyo tutajua Yesu anarudi? Na je, Yesu atakaporudi, ana uwezo wa kuambia wengine kwamba nitarudi siku fulani? Yaani, Yesu anaweza akaongea na mtu, Mungu anaweza akaongea na mtu kwamba nitarudi siku fulani, maana maandiko anasema hatujui siku wala saa sasa je, inaweza ikatokea mtu akajua siku ya kuja kwa Bwana? Lakini kitu kingine nataka niongee hapa ni kwamba je, Yesu atakaporudi kulichukua kanisa, kanisa litakuwa gizani kabisa? Yani litakuwa halina habari yoyote, tunajishtukia tu pa? Maana imeandikwa anakuja kama mwizi ajavyo. Je, ni kama mwizi, yani kwamba watu watuelewe chochote tu, mtu hayupo au kanisa litakuwa nuruni, watakuwa watu wameshajua Yesu anarudi eh, au atakuja wakiwa kabisa hawana akili hiyo kabisa? Sasa haya ni maswali ya muhimu sana ya kujiuliza juu ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ah, wiki zilizopita hizi kuna bwana mmoja alitangaza kwamba Yesu atakuja siku fulani, alitaja siku fulani katika hizi siku chache za wiki hii zilizopita, akasema Yesu atarudi kwa hiyo ilizua taaruki kidogo, baadhi ya watu wakateteleka kidogo, kwamba Yesu anarudi, kwa sababu aliamini na alikuwa na sababu zake amkini. Lakini mtu akishasema Mungu kaniambia nitakuja siku fulani, kidogo inaleta sintofahamu. Na baadhi ya watu wakanipigia simu kwamba mtumishi wa Mungu, inakuaje hii swala? je, Mungu anaweza akamwambia mtu na kuja tarehe fulani kuja kuchukua kanisa? maana hii ndio tukio kubwa sana lililobaki Hili ndilo tukio kubwa sana lilo baki. Sasa leo nataka niongee kitu kimoja, ni dalili gani kubwa iliyobakia ambayo inatuonyesha ujio wa Yesu Kristo? Ni dalili gani kubwa iliyobakia kuonyesha kwamba Yesu anarudi? Dalili ipi kubwa? Kwa sababu amesema katika maandiko dalili zipo nyingi. Asema siku za mwisho mtaona manabii wengi wa uongo na makristo wa uongo. Leo tunaona wachungaji wa uongo, walimu wa uongo, wainjilisti wa uongo, mitume wa uongo pamoja na watu wa uongo, wachungaji wa uongo wanayohubiri injili. Lakini alisema siku za mwisho upendo wa wengi utapoa. Leo tunaona upendo sio tu makanisani, hadi kwenye familia upendo haupo kabisa. Lakini alisema siku za mwisho mataifa yatakuwa yanapigana, taifa hili tutapigana na taifa hili, taifa hili tutapigana hili. Tunashuhudia mambo ya vita, vita ni kila kona katika ulimwengu, na vuguvugu vugu la vita linazidi kuwa kubwa sana mpaka watu wengine wanafikia kusema kwamba inaweza ikatokea vita ya tatu ya dunia na vitu kama hivyo. Kwa vuguvugu za vita hizi zinaendelea na vita sehemu nyingine zinaendelea. Lakini alisema mtaona matetemeko, eh, majanga tunaona majanga mengi sana na matetemeko makubwa sana yanatokea. Lakini pia alisema siku za mwisho eh, maarifa yataongezeka leo hii tunaona maarifa makubwa sana, mapinduzi makubwa ya technology, mapinduzi makubwa sana ya maarifa makubwa mno mno mno mno. Yaani leo duniani kumekuwa ni sehemu ya dunia imekuwa ni kijiji. Tulikuwa tunasema zamani tunapokuwa dunia ni kama kijiji, lakini sasa hivi dunia tunaweza tukasema ni mtaa, sasa sio kijiji tena, bali imekuwa mtaa, kwa sababu yaani mambo yanayoendelea duniani na ukubwa wa sayansi na teknolojia imekuwa kubwa sana, umeona, na si dhambi teknolojia kukua. Kubwa si jambo baya, si dhambi lakini ni moja ya dalili ambazo Yesu alisema maarifa yataongezeka. Lakini dalili nyingine ambayo Yesu alitaja pale, alisema nani ya maasi yataongezeka, maasi yataongezeka. Na tunaona leo maasi yamekuwa mengi, maasi yameongezeka. Yaani kuna dhambi zinaendelea leo hii duniani hapa. Naamini nyingine wewe hujawahi kuzisikia. Yaani kuna mtu anafanya kitu ukikisikia sasa hivi, yaani nikikuhadithia hapa. Yaani kuna yaani sishuhudii kusema kwa sababu naweza nikakunajis, ila kuna dhambi zinaendelea duniani hapa. Yani wale watu wa Sodoma na Gomora leo hii katika kizazi hiki wanachukua nos, wanaandika nos jinsi dhambi zinavyoendelea, yani wale dhambi zao na sasa hivi wanaandika notes. Eh, watu wa kipindi cha leo wanaandika nos. Dhambi ni nyingi, dhambi ni zime, dunia nzima dhambi ime, ime, imeenea sasa Dalili gani nyingine ambayo tunaisubiri Yesu arudi? Dalili ipi nyingine kubwa tunayoisubiri Yesu arudi? Dalili kubwa ni ipi? Eh, maana yake zote zimetimia. Tumeona dalili nyingine ilikuwa inahubiriwa karne nyingi kwamba Israeli itajikusanya kuwa sehemu moja. Tumeona Israeli mwaka arobaini na nane inapata uhuru na imejitangazia, kuwa imetangazwa kuwa taifa taifa huru na sasa hivi inazidi kuimarika, na sasa hivi tunaona ina, inazidi kukua. Imekuwa ni nchi ya kivita kubwa sana, imekuwa na jeshi, imekuwa na technology, na sasa hivi tunaona mambo yanayotokea Israeli. Ni taifa moja kubwa la kiulimwengu, na watu wanazidi kurudi Yerusalemu. Wayahudi waliotawanyika wanazidi kurudi Yerusalemu. Sasa ni dalili ipi nyingine ambayo tunaisubiria Yesu arudi? Dalili ipi tunaisubiria? Dalili tunaisubiria ipo katika kitabu kile cha Matayo. Mathayo sura ishirini na nne mstari wa kumi na nne pale. Mathayo sura ishirini na nne mstari wa kumi na nne kuna dalili moja ambayo hiyo itakapotokea Yesu anarudi, dalili hiyo itakapotokea Yesu anarudi. Dalili hiyo imeandikwa hapa Mathayo kumi, ishirini na nne mstari wa kumi na nne anasema kwamba tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hiyo, Yesu atarudi mara baada ya habari njema za ufalme kuhubiriwa duniani kote. Sasa unaweza ukaona injili inavyohubiriwa sasa hivi, lakini bado kipimo cha Mungu hakijajaa. Yaani Mungu, kuna kipimo cha injili ambayo ikihubiriwa, hiyo basi Yesu anarudi. Kwa hiyo siku mtu wa mwisho kabisa atakapoisikia injili, yani anasubiriwa yule mtu wa mwisho kabisa atakayeisikia injili nielewa, mtu wa mwisho kuisikia injili katika ulimwengu, basi Yesu atarudi hapo, baada ya mtu kuisikia injili mwa mwisho. Kwa hiyo injili natakiwa inatakiwa ihubiriwe sehemu duniani kote, hasa tunaposema tupo, tupo siku za mwisho, tunaposema kipindi hiki ni kipindi cha siku za mwisho kabisa. Just imagine injili inavyohubiriwa. Injili leo inahubiriwa, ukipita mitaani ukienda vijijini, injili inahubiriwa kwenye TV, ukifungulia TV ni injili, ukifungulia redio ni injili, ukiingia mitandaoni injili inahubiriwa, makanisa yanafunguliwa kila kona. kwao kiwango cha injili inavyohubiriwa sasa hivi ni kikubwa, kwao inamaanisha ulimwengu utafikiwa ndani ya muda mfupi sana kwa kama ulimwengu utafikiwa ndani ya muda mfupi, nini kingine kitasubiriwa kurudi kwa Yesu? Hakutakuwa na kitu ambacho kinasubiriwa kurudi kwa Yesu, kwa pale ambapo ulimwengu ukifikiwa kabisa, Yesu anarudi. Kwa hiyo nataka nikuambie ndugu yangu, kwa kasi ya injili iliyopo sasa hivi, ulimwengu unafikiwa soon, ulimwengu unafikiwa kwa jiandae. Yesu anarudi muda wowote, injili inahubiriwa, mtu wa mwisho atakayesikia, basi Yesu anarudi. Maanake anasema pale, injili itakapofika kwa mataifa ikahubiriwa kwa mataifa yote hapo ndipo mwisho utakapofika. Kuna sehemu nyingine, kuna changamoto ya kuipeleka injili, lakini watu wanapata kwenye njia ya radio, watu wanapata kwenye njia ya TV, watu wanapata kwenye njia ya online, watu wanapata kwa njia mbalimbali mbali, mahubiri na injili. Kwa hiyo wakisikia neno la Bwana mtu wa mwisho, basi. Lakini jambo lingine nataka nikupe changamoto, mtumishi wa Mungu nae sikia, ni kwamba kitu kingine kinachoangaliwa si tu mtu wa mwisho kuisikia injili, bali pia uzito wa injili inayohubiriwa. Ni jambo lingine la msingi, uzito wa injili inayohubiriwa, kwa maana anasema habari za ufalme. Ngoja nirudia hapa, anasema hivyo, lakini anasema tena, habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Habari njema ya ufalme, injili inayoongelewa hapa sio injili ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kutajirika, sio injili ya mali Sio injili hatoa ubarikiwe, sio zile injili ambazo tunazisikia hizi kwamba oh, sijui siju nini, injili za kutangaza vitu, injili za kutangaza mambo fulani fulani. Injili ya ufalme, habari njema za ufalme, injili inayomsema Yesu, injili inayomtangaza Yesu wa msalaba, injili inayomhubiri Yesu, hiyo itakapohubiriwa kwa uzito, basi ule mwisho unakuja. Sasa hivi ni injili inahubiriwa sana, lakini je, ile uzito wa ile injili inayohubiriwa ni sahihi e? ina uzito hule e? zamani injili kopo inahubiriwa. Zamani kulikuwa haa, hakuna elimu kubwa kama sasa hivi. Watumishi wa zamani wengi walikuwa hawako hawajaelimika kama watumishi wa sasa hivi, kwa sababu ni nyakati na majira. Wa sasa hivi wana elimu kubwa sana, wameelimika sana, lakini yale mafuta yale mafuta watumishi wa zamani walikuwa na mafuta mengi kuliko watumishi wa sasa hivi. Ndio maana matokeo ya injili ya watu wa zamani, matokeo ya injili ya watu wa zamani, wewe mwenyewe unayafahamu. Matokeo yalikuwa ni makubwa ya injili ya watu wa zamani kuliko ya sasa hivi, kwa sababu sasa hivi tumejikita kwenye kuhubiria watu vitu, tumejikita kwenye kuwahubiria watu mali, tumejikita kwenye kuwahubiria watu mambo fulani, lakini hatujajikita kwenye kumhubiri Yesu wa msalaba. Injili yoyote ambayo haitamuhusisha Yesu wa msalaba, hiyo injili ni mfu. Eh, lazima tumtangaze Yesu, lazima tuwaambie watu dhambi zao, kwamba mlifanya dhambi, Yesu aliwafia msalabani. Eh, Yesu alichukua aibu zenu, Yesu alilaaniwa kwa ajili yenu, Yesu aliteseka kwa ajili yenu, Yesu anaweza akawaokoa. Eh, ukimu, ukiitanguliza injili hiyo haina haja ya, ku, ya kubishana na mapepo. Ndio maana leo ndio maana leo makanisani unakuta mtu pepo analipa maiki, pepo yaani likiliana wanaliwekea maiki eti pepo liongee, watu waamini kwamba hapa kuna nguvu za Mungu kwa sababu pepo limelipuka. Nataka na niwaambie, ndugu zangu, kutoa pepo ni kitu cha kidogo sana katika ufalme wa Mungu. Tena ni kitu ambacho ni hata utakiwa hata kujisifia nacho kutoa pepo kutoa pepo ni kitu ambacho anatoa hata mtu mtu asiye na Mungu, anatoa pepo. Mimi nimeshuhudia watu hawana Mungu, wanavuta bangi hivyo, wanavuta bangi, wanakunywa pombe, wazinzi, na wanakemea pepo kwa jina la Yesu na pepo linatoka. Hasa leo makanisani, unakemea pepo linatoka, leo unajiona una nguvu za Mungu. Mhubirini Yesu wa msalaba, mpeni Yesu utukufu, wagonjwa watapona. Leo wagonjwa wengi wanaenda kwenye injili potofu, kwa sababu makanisa yetu sisi yenye Mungu wa kweli hayana hayana nguvu za Mungu. Kwa hiyo watu wanatafuta misaada, watu wanateseka, watu wanapata shida, ndio maana wanaenda kwenye makanisa haya mengine ambayo tunayaona kama ni makanisa potofu. Mimi siwezi nikasema ni makanisa potofu au sio potofu, kwa sababu sikuwaita mimi, ila makanisa mengi ambayo watu wanaona kama ni makanisa potofu, watu wanaenda kule kwa sababu haya makanisa ambayo wanayaona kama makanisa yenye nguvu za Mungu, yenye Mungu wa kweli, hayana madhihirisho, hayana madhihirisho. Kwa sababu gani? Tumeiacha injili ya kweli, injili ya msalaba kwa tutaihubiri injili ya kweli kwa kila kiumbe alafu uzito wa ile injili ile Mungu atakapoisikiliza. Na neno la Mungu linasema wazi utukufu wa mwisho wa nyumba huu utakuwa mkubwa kuliko utukufu wa kwanza. Anaposema maneno hayo kwenye kitabu cha Agai, kwamba utukufu wa mwisho wa nyumba huu wa nyumba hii utakuwa ni utukufu mkubwa kuliko wa kwanza, haya maneno yalinenwa kwenye kitabu cha Agai, kwamba utukufu wa mwisho wa nyumba hii yatakuwa utakuwa mkubwa kuliko utukufu wa kwanza. Nyumba aliyokuwa naiongelea ni hekalu hekalu takatifu lile la Sulemani lililobomolewa likajengwa tena na Zerubabeli. Lilipojengwa na Zerubabeli, watu wametoka uhamishoni, utukufu ukawa haupo pale, watu wako busy na mambo yao, nyumba imekaa katika hali ya gofu. Mungu anauliza, mliona utukufu wa kwanza wa nyumba hii? Anaelezea utukufu wa nyumba ya Sulemani, hekalu la Sulemani lilo lijenga lile. Kwa hiyo lile hekalu la Sulemani lilikuwa na utukufu mkubwa sana, kwa hiyo ile hekalu la Zerubabeli halina utukufu, lakini Mungu anasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa ni mkubwa kuliko wa kwanza anaposema utukufu wa mwisho wa, li, hekalu, wa, wa hekalu. Asa, hekalu nyumba hii anamaanisha hekalu. Sasa anaposema lile hekalu maana ndio utukufu wa mwisho wa nyumba hii, hekalu. Sasa hekalu lenyewe katika Agano Jipya, nyumba ambayo alikuwa anaizungumzia Mungu ni hekalu ambalo ni kanisa. Kanisa ndilo hekalu la, anasema Kristo. Kristo mwili wangu ndio hekalu na mwili wa Kristo ndio kanisa. Kwa anaposema utukufu wa mwisho wa mwisho wa nyumba hii, utakuwa ni mkubwa kuliko wa kwanza, na anamaanisha utukufu wa Kristo wa mwisho wa kanisa la Kristo, la Kristo, la Kristo, la Kristo. Lazima uwe mtukufu mkubwa kuliko ule wa kwanza ambao tulikuwa tunausoma. Kwa hiyo injili uliokuwa wanaihubiri mitume kanisa la kwanza na injili ambayo tunaihubiri sasa hivi sasa hivi sasa, injili sasa hivi natakiwa iwe na mazihirisho makubwa kuliko injili ya mitume, eh, ma -ma matendo ya Mungu alikuwa anatenda katika katika kanisa la mitume, matendo ya sasa hivi anatakiwa yawe makubwa kuyazidi yale. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatujasimama katika neno la Mungu. Tukisimama neno la Mungu liko zaidi utukufu wa mwisho. Aya tuangalie tu utukufu wa mwisho wa kanisa la Tanzania. Kanisa la Tanzania, kanisa lile la kwanza la Tanzania ambalo tunapokea imani hii kwa babu zetu wakina Kulola hawa, wakina Lazaro eh? Walivyokuwa wanahubiri injili, matendo ya Mungu aliyokuwa anatenda katika kanisa la kwanza la Tanzania tu. Na sasa hivi ni sawa. Tunaona sasa hivi hatuna nguvu za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tumeipungukia injili ya msaba. Lazima tuihubiri sana injili. Na nataka niwaambieni ndugu zangu watu wa Mungu, ninavyomalizia ni kwamba Ah, sasa hivi Yesu anarudi mapema. Kaa katika mkao wa utakatifu, mtu wa Mungu, kaa katika mkao wa, wa utakatifu. Yesu anarudi upesi, kwa kaa katika mkao wa utakatifu. Unapokaa katika mkao wa utakatifu, ina maana kwamba Mungu yuko radhi kukutumia, na nataka niwaelezeni, kwa sababu hatuna muda wa kukaa katika i dunia, hatuna muda, hatuna muda. Yesu anarudi wakati wowote, muda hatuna. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye atakaa katika mstari wa Mungu, Mungu hataangalia background yake, Mungu hataangalia elimu yake, Mungu hataangalia udhaifu wake unaoonekana kibinadamu, Mungu hataangalia financial yake, Mungu anaenda kumtumia mtu yoyote ambaye yupo katika mstari sahihi wa kusema na kulihubiri neno la Bwana. Kwa hiyo nataka nikutie moyo nikupe changamoto kwamba kaa katika mstari wa Mungu, Mungu anakutumia. Hauna haja ya kujichanganya, hauna haja ya kujifanyisha, hauna haja ya kujipendekeza. Kaa katika mstari wa Mungu, Mungu atakutumia popote ulipo, vyovyote ulivyo. Mungu anaenda kukutumia kwa sababu hana muda tena wa kukusanya. Sema, shambani mwangu mavuno mengi, watenda kazi ni wachache. Kwa mtu yote ambaye atataka kuifanya hii kazi, Mungu atamtumia huyo, kwani kwenye harusi wale walioalikwa watu wenye heshima walipodharau, Mungu akaenda babani akawachukua omba omba akawachukua watu watu watu, watu masikini akawachukua watu wengine mabeli zuri huko akawachukua na vibaka, akaweka wote kwenye sherehe kwa sababu wale walioalikwa hawakuja. Kwa hiyo Mungu ataenda kutumia mtu yoyote kuifanya hii kazi ya Mungu. Kwa hiyo nataka nikutie moyo wewe ambaye una mzigo na kazi ya Mungu, fanya kazi ya Mungu, muda hatuna. Mungu akubariki sana. Ninaomba kwa sasa hivi niishie hapa, ila tutaendelea tena mbele na huko mbele tutakapoendelea, tutaangalia je, Mungu anaweza akamwambia mtu kwamba nitarudi siku fulani, yani akakutajia tarehe kwamba mwezi ujao, Jumatatu, itakuwa usiku saa mbili na nusu nitarudi. Je, inawezekana hiyo? Ila kwa sasa hivi naomba tutaishia hapa, kwamba dalili kubwa iliyobakia ni Injili kuhubiriwa ulimwenguni kote na injili inahubiriwa sana sasa hivi, na tunaisikia injili na tunaona kwa macho yetu, kwa Yesu anarudi wakati wowote. Kama ujaokoka niombe umpe Yesu maisha sasa. Namba zetu nizo hapo, unaweza ukatupigia simu, nasi tutakuongoza na kukushauri ya kufanya na ya kufuata. Lakini kama unatamani kuwa sehemu ya huduma hii, unaweza ukatuchangia kwa mchango wako na sadaka yako kwa namba hizo. Hii ni moja ya kazi ya Mungu tunayofanya kueneza injili, kufikia ulimwengu wote. Na kwa njia hii tunawafikia watu wengi sana, tunahubiri injili kwa watu wengi, na watu wengine wanabarikiwa na kumpokea Yesu, na wengine walikuwa wamemwacha Yesu. Tunapata ushuhuda sasa, wanarejea wengine, wanatushauri mtumishi wa Mungu, Mungu, tufanyaje? Eh, nimefanya hiki, nimemwacha Bwana. Tunawashauri, wanarudi katika njia, lakini kupitia nini? Mafundisho haya. Kwa sisi hatuidharau huduma hii na tunaifanya kwa moyo mkubwa lakini tunaifanya kwa kujitoa kweli kweli. Unaweza ukatusapoti kwa neema ambayo Mungu alikujalia, tukawa pamoja kuungana kuifanya kazi, tukawafikia mataifa na Mungu atakubariki sana. Jina langu linaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Mpaka wakati ujao.